ya CECAFA ambayo Azam ni mabingwa watetezi mpaka sasa, baada ya maramisho kufanyika. Kwa hiyo atauvaa rasmi ni uzi wa Azam Kotinyu katika mashindano ya CECAFA ambayo tutarejea tena kuutetea ubingwa wetu baada ya mashindano hayo kusimama kwa muda mrefu bila kufanyika. Kwa hiyo sasa yatafanyika hapa Tanzania na tunasikia kwamba tarehe 29 mashindano hayo huenda yakaanza, lakini bado hatujapata barua rasmi ambayo inatuambia kwamba tarehe 29. Mashindano hayo mchezaji Donald Ngoma, yeye ameondoka jana usiku, alfajili ya kuamkia leo, kwenda Afrika ya Kusini kwa ajili ya matibabu yake. Ninaongea na nyinyi tayari ameshafika Afrika Kusini, na leo hii anatarajia kuona daktari kwa ajili ya kuweza kufanya assessment ya afya yake, kwa maana amekwenda kufanyiwa vipimo. Vipimo vikikamilika ataweza kujua kama kitu gani kinaendelea, lakini niseme tu kwamba bado ahadi yetu iko pale pale. Kuwa wa kwanza kupata dondoo za VPL kila siku, muda wowote, mahali popote, ukiwa na soka letu. Sio hayo tu, kwa shilingi mia moja tu kwa siku utapata dakika tano za kupiga simu za Vodacom na pointi tazokufanya kujishindia tiketi za VIP jezi ya timu yako kuangalia mazoezi ya timu yako na pia nafasi ya kuhudhuria hafla ya utoaji zawadi kwa wachezaji na marefu wa ligi kuu ya Vodacom. Ukijiunga kwa mara ya kwanza utapata huduma hii bure kwa siku tatu. Mteja wa Red utapata point mara tano zaidi, na mteja wa pinduapindua utapata pointi mara mbili zaidi kujiunga piga nyota 149 nyota 84 alama ya reli really, na ufurahie ligi kuu kwa undani zaidi ukiwa na soka letu.